Ujambo na karibu tena, tuendelee kuhabarisha na taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Habari ambayo imetufikia ni tukio la kuvamiwa nyumbani kwa mwanaharakati na mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Mdude Nyagali, ambaye amevamiwa nyumbani kwake na watu waliojitambulisha kama ni askari wa jeshi la polisi usiku wa kwamkia leo kupitia video ya kuogofya ambayo inasambaa kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, inaonesha damu zikiwa zimechuruzika kutoka mlangoni nyumbani kwa Mdude Nyagali mpaka barabarani kwa urefu mkubwa mno, ikionyesha ni kana kwamba amepigwa na kuumizwa, lakini pia damu ambazo zimemwagika ni nyingi sana. Tarehe mbili ya mwezi wa tano ishirini ishiri na tano katika tukio la kutisha na linalofadhaisha mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Mdude Nyagali amevamiwa usiku huu na watu waliodai kuwa ni maafisa wa jeshi la polisi. Kwa mujibu wa mashuhuda, watu hao walivunja mlango wa nyumba yake kwa nguvu, wakamkamata, wakampiga kwa ukatili mkubwa kiasi cha kuvuja damu nyingi na kisha kutoweka naye kusikojulikana. Tukio hili linaibua wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi, ukiukwaji wa haki za binadamu na uwezekano wa vitendo vya kinyume cha sheria kufanywa kwa kivuli cha mamlaka ya dola. Hadi sasa, haijajulikana alipo wala hali yake ya kiafya. Familia yake, wanaharakati wenzake na umma kwa ujumla wana hofu kubwa kuhusu usalama wake. Mashirika ya haki za binadamu yanahimizwa kuchukua hatua za haraka kuhakikisha mdude anapatikana akiwa salama na wahusika wanawajibishwa. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na chama cha Chadema, lakini pia nimeona e, wakili Jebla Kambore naye pia alitoa taarifa hii baada ya kuchapisha video ambayo inaonesha damu zikiwa zimechuruzika, lakini kubwa ni kwamba mdude ndo hivyo tayari ameshikiliwa. Advocate Jebla aliandika, Mdude amekamatwa na polisi usiku huu nyumbani kwake, wamevunja mlango na kumpiga sana. Kwa kuwa tumeamua kuwakabidhi watu wa aina hii bunduki, basi matokeo yake ndo haya. Mungu wetu wa mbinguni, tunakuomba umponye Mdude Nyagali. Kila siku stori ni za aina hii, haiwasaidii ila inazidi kuwapa uchungu wa Tanzania. Nimejaribu pia kupitia katika peji na mitandao mbalimbali ya Mdude Nyagali kwa lengo la kuangalia mara ya mwisho alichapisha taarifa gani kupitia mitandao yake ya kijamii. Kama unavyofahamu eh, ni kwamba eh, mara nyingi sana kukamatwa kwa wanaharakati kama hawa eh, utakuta kesi ambayo mtu anakutana nayo basi utakuta Eh, ni, ni, ni kesi ya, ya uchochezi, taarifa za uongo au makosa ya kimtandao. Kwa hiyo huenda kuna kitu labda alikiandika kupitia mitandao yake ya kijamii ambacho kimepelekea eh, kukamatwa. Lakini pia viongozi wa Chadema wanasema nini. Lakini pia tumeona e, rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika e, Boniface Mwabukusi pia akiandika kuhusu e, kuchukuliwa kwa Mdude Nyagali na askari wa jeshi la polisi kama taarifa zinavyodai, lakini pia kama jinsi walivyojitambulisha. Ukipita katika akaunti ya Mdude kama nilivyokuambia mara nyingi sana inategemeana na kitu gani ambacho maybe alikichapisha kupitia mitandao ya kijamii. Taarifa ambayo inasambaa ni kukamatwa na watu ambao amejitambulisha kama ni e, jeshi la, la polisi. Sasa Mdude e, kwa siku ya jana kufuatia tukio la kupigwa la kuvamiwa e, kwa e, padri Kitima alichapisha taarifa nyingi sana kupitia mitandao yake mbalimbali alichapisha taarifa mbalimbali kupitia mitandao yake ya kijamii. Sasa nataka tupitie hizi posti eh, kama sita za mwisho, halafu maybe unaweza kupata picha ya Mdude eh, kuchukuliwa nyumbani kwake. Tukianza na hii posti ambayo alikuwa ameandika moja kwa moja eh, akiwa target jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, na aliandika kabisa kwamba, eh, jeshi la polisi wanamtafuta Yaani, amekuwa akifuatilia sana nyumba ambayo anaishi Mdude. Aliandika kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya wanatafuta nyumba ninayoishi, sijui wanataka kuja kutambika au kuniteka. Wamemwambia mmoja wa wanachama wetu kwamba, tunaomba utuoneshe nyumba tu anayoishi Mdude, tutakupa pesa. Alipouliza anakosa gani, wamekwepa kusema Yaani, wamefikia hatua ya kutoa rushwa ili waoneshwe ninapoishi. Namba zangu za simu ziko ofisi ya RPC na RC. Ombea wao, kama wanaona kuna tuhuma zidi yangu, siwanipigie niende? Kwa nini wananiwinda na kunivizia, kama, kama lengo lao ni kuniteka, na wapia mbele za Mungu watatangulia kabla yangu hata hivyo nimemwambia aliyenipa taarifa anitumie namba ya huyo askari nimpigie simu mwenyewe moja kwa moja. Mdude Nyagari, saba mara sabini, sumu ya nyigu. Kama unavyoona hiki ndicho kitu ambacho alikuwa amekiandika hapa Mdude e, siku moja kabla baada ya kupenyezewa taarifa ya kwamba kuna kuna watu ambao wanamtafuta na wameomba e, waoneshwe nyumba ya Mdude na akaandika hapa jambo hilo. Lakini posti ya, ya pili ukiachana na hii alikuja kuchapisha taarifa za viongozi e, wa Chadema pamoja na wanachama wa Chadema ambao walishambuliwa siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 2025, siku ambayo kesi ya Tundulisu ilikuwa inaitishwa mahakamani ameandika kwamba utekaji na ukamataji holela wa wapinzani hauwezi kutunyamazisha kupaza sauti kwa unyama huu uliofanywa na polisi. Mateso ambayo polisi wanatupa ni ya muda tu, kwa kuwa mwaka huu kuna mabadiliko makubwa ya kiserikali Tutakuwa na serikali mpya na kila askari kuanzia ngazi ya chini hadi juu atawajibika kwa kadri ya matendo yake ya jinai. Nawahakikishia haya mateso hayatavuka mwaka huu, Mungu ni mkubwa. Hii ni posti ya pili kutoka mwisho katika zile ambazo ameziposti Mdude Nyagali, lakini ya tatu eh, ni tukio la kushambuliwa kwa padri Kitima Aliposti hapa Mdude taarifa ile ambayo e, polisi walisema kwamba tunamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kumjeruhi padre Kitima. Mdude akaandika, tumefikia hatua hii, padre Kitima mcha Mungu ambaye muda wote anashinda kanisani, akawakosea e, nini hadi apigwe? Kwa nini tusiamini kwamba padre Kitima amepigwa kwa sababu za kisiasa? Mene mene tekeli na peresi. Kuna karibia kucha, sun tutaenda kushinda hii ni posti ya tatu kutoka mwisho, lakini posti ya nne kutoka mwisho aliposti, nani mwenye ujasiri wa kufanya tukio hili la kuvamia na kumpiga faza Kitima tena mbele ya watu kwenye maeneo ya Tech Kurasini unajua siku zote ukimwona mbuzi juu ya mti ujue kapandishwa. Ikapandishwa nani? Huyu yuko nyuma ya tukio la kumvamia na kumpiga Faza Kitima kwa kwa nini apigwa siku mbili baada ya kukemea mambo ya hovyo yanayofanywa na watawala? Mmefikia hatua ya kushambulia kanisa. Mene mene tekeli na peresi. Ilikuwa ni posti ya nne, lakini ya tano Mduda aliweka taarifa ya jeshi la polisi hapa na kuichambua. Akasema jeshi la polisi limekaa kishabiki sana. Ukisoma hii press release walioitoa kwa umma, wanadai Faiza Kitima ameshambuliwa akiwa anapata kinywaji kantini. Hiyo ya teki kuna vyakula pia, lakini kwa nini wameandika alienda kupata kinywaji na sio chakula? Lengo lao ni nini hapa kwamba wanataka kumaanisha kupigwa kwake kumetokea kwenye unywaji. Ndio maana kila siku nasisitiza hili jeshi linahitaji overhaul. Lakini pia posti ya tano kutoka ya sita, uh, ya sita kutoka mwisho aliandika kama polisi wanapotosha. Ni wazi kwamba umepata taarifa hii kupitia chanzo kingine na sio kanisa ambalo lilikuwa na watu katika ofisi hizo za teki. Sasa Mulilo na jeshi la polisi Mtuambie taarifa za Faza Kitima kupata kinywaji na kwenda maliwato mmezitoa wapi? Je, chanzo chenu kilichowapa hizo habari hakiwezi kuwa ndio kimehusika na hili tukio? Kwa nini pia hamkutaka kupata taarifa kwa kanisa ambao ndio wahanga katika eneo lao na badala yake mkatoa taarifa kwenye chanzo chenu kingine. Nina mashaka kwamba hata mliyemkamata inaweza kuwa ni zuga, that is unprofessional. Lakini hii alichapisha taarifa ambayo, Rais Teki asimulia shambulio la Padri Kitima, awapinga polisi. Hizi ni taarifa za mwisho kabisa ambazo eh, sita alizoziposti mdude Nyagari. Sasa tunazidi kupatilia zaidi tujue anashikiliwa kituo gani cha polisi, lakini pia sababu za kukamatwa. Lakini kama tumeona posti ya kwanza kabla tujafika hii ya sita, alizungumza na kuandika kwamba jeshi la polisi e, wana wanamfuatilia na wamekuwa kimuulizia anaishi wapi. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa kamili, basi wamevamia nyumbani, wamevunja, wamemshambulia na kumuumiza. Video ni ya kuogofia, kuna baadhi ya video ambazo E, hatuwezi tukaziweka vina, zina violate, e, community guidelines. Kwa hiyo hatuwezi tukaziweka ni video mbaya za kuogofya, lakini taarifa ni hiyo. Nasubiria pia nitakujuza Chadema watazungumza kitu gani, lakini kifupi nataka baada ya hapa tuangalie kitu ambacho amekiandika rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, T Yes, Bonifasi Mwabukusi, lakini endelea kuwa karibu nasi kwa eh, taarifa mbalimbali. Nipende kusema kama unatembelea eh, media yetu kwa mara na ya kwanza mekisha na jiunga nasi subscribe, lakini pia usisahau tu turn on notification, kwamba tukipandisha taarifa mpya basi utaarifiwa ya kwamba kuna kitu kipya kimekuwa eh, kimechapishwa. Kaa karibu nasi eh, kila wakati.